Maji kwenye mito au kwenye visima wanajua anachokiongea. Amina. Ukichota maji akiisha sasa turudie sawa? Mm. Sisi wenzako tunamishaka kisima chote. Sijui umeelewa? Amina. Ana anabeba kisima chote. Chote. Haina haja kurudia. Sisi mwanamke alimwambia Yesu, "Nipe mimi ni maji yao nisije hapa kuteka tena." Ndio. Amina. Halo. Yeah. Endelea kusoma msomaji.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 Amina. Kwa sababu ina maana gani? Chuma ina maana gani? Fedha ina maana gani? Ndio. Bwana asifiwe. Amen. Eh, endelea. Miguu yake ni ya chuma. Eh. Na nyanza miguu yake nusu chuma na nusu ya udongo. Eh. Na ukatazama hata jiwe likachongwa bila kazi ya mikono. Eh. Nao jiwe hilo likaipiga sanamu miguu yake. Eh. Iliyokuwa ya chuma na udongo. Rudia hapo jiwe hilo. Nao akatazama hata eh? jiwe likachongwa bila kazi ya mtu. Jiwe likachongwa huyo jiwe ni nani? Jiwe ni nani? Wewe ni jiwe ila pia Yesu ni jiwe. Amen. Wewe ni jiwe kwa sababu ya kitabu cha Petro wa kwanza sura ya pili mstari wa tano. Ninyi nanyi mmejengwa kuwa mawe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Eh lakini Yesu Kristo ni jiwe kuu la pembeni. Litakalomwangukia litamvunja vipande vipande. Litakalomponda litamsaga tikitiki. Jiwe hilo nalo jiwe hilo nikaipiga sanamu miguu yake, okay? iliyokuwa ya chuma na udongo nikaivunja vipande vipande ndipo kile chuma na ule udongo Ehe? na ile shaba Ehe? na ile fedha na ile dhahabu ilivunjwa vipande vipande pamoja, vikawa kama makapi ya viwanja vya kupepetea. He -he. wakati He -he. He -he. Na nilejiwe, wa hari upepo kavipeperusha hata pasionekane mahali pake, na lile jiwe linaipiga hiyo sanamu ikawa milima mikubwa. Nikaijaza. Unajua, ni mlima. Bibilia nasema, enyi milima, kwa nini kutakuta-kutamani kwa wivu mlima aliochagua Bwana akae juu yake? ni mlima ajionaikua uje uwe mlima mkubwa. Nasema kwa kupitia wewe, heshima, heshima, heshima taifa hili, heshima familia yako ya itakwenda kurudi leo. Amen. Amen. Amen. leosona kuona unaenda wanakuona kama omba omba tu. Wanakuona tu maskini sieleweka. Mimi nasema hivi kwa neno la Bwana. Wewe sio maskini. Amen. Wewe sio omba omba. Amen. Ni maisha tu, maisha tu. Kuni mangapi alikuja tukajua tu yatatumaliza, lakini alituacha salama. Ndio, hata hili nalo litapita kama mingine alivyopita. Amen. Hata hilo litapita kama mingine alivyopita. Nguvu isiyoonekana. Yes. Itambue nguvu ni nguvu gani. Amen. Ehe, endelea. Hii ndio ile ndoto, nasi tutaihubiri tafsiri yake mbele ya mfalme. Wewe mfalme, mfalme wa wafalme. Ndio, sikia Biblia inakuita Nebukadreza ni nani? Mfalme wa wafalme. Ni nani?

Amina. Kama Mungu amechukua ufalme wa wafalme, kile cheo akampa wa Nebukadreza, huyo Mungu ndiye alifanyika masikini kwa masikini wake. Yeye situwezi, kuwa matajiri, Mungu kachukua utajiri wake sisi Amen. Kama Mungu alikubali kwa kupigwa kwake Yesu sisi tumepona, maanake alichukua magonjwa yetu. Mimi ni mzima, ugonjwa una nafasi ndani ya mwili wangu, wala ndani ya watu wala wangu kwa jina la Yesu. Amina. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Tuimbe tumepona, tuimbe tumepona. Tuimbe tumepona, tuimbe tumepona. Tuimbe umepona, tuimbe tumepona. Tuimbe. Kwa hivyo ni sio nyimbo hizo, mnasema, mnataka nyimbo gani? Amen. Endelea mtumaji hapo. Yeah. Yeah. Mungu wa mbinguni amekupa ufalme uh -huh, na uwezo uh -huh, na nguvu uh -huh, na utukufu.